Kwa hapa shuleni na majukumu yangu, mkaona tu anaingia getini pale, wanafukuzia kitu, akasema fisi, fisi! Tukakimbizana tukaja huku bwenini, kakuta maingia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 hapa nikifuatana na viongozi wenzangu wa kamati ya usalama wilaya wenzanguakamatiya. Eh, huyu mnyama mnayemwona mbele yenu kwa Kiswahili tunamwita fisi, kwa Kiingereza anaitwa hyena. Scientific name kwa faida ya wanafunzi wanaosoma tunaita kurukuta kurukuta, au wengine wanasema hyena, lakini kurukuta kurukuta ndio scientific yake. Huyu mnyama anakula nyama kama wanyama wengine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 lakini huyu tuna fisi aina mbalimbali. Ukiona wanyama kama huyu tutoe taarifa haraka, na sio sio vizuri kumsogelea. Mkimwona kuna maeneo hata mkifunga tu hapa geti basi, mnazuia watu wasifanye nini, wasiingie eneo mpaka wafike wataalamu.